Ya, ebana, kumekuwa na mjadala kuhusu kusudio la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu na ni ishu ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Watanzania ambao wanafuatilia taifa lao kwa karibu zaidi. Sasa kuna maoni tofauti tofauti ambayo imetolewa na Watanzania. John Heche nimeona ameongea pale, God Bless Lema akaongea, mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi pia ametoa maoni yake kuhusiana na ishu hii nzima, na vile vile mwanadada ambaye anajulikana kama Eva Shayo, ndiyo nimechapisha makala tofauti tofauti pale akiongea kuhusu ishu hii nzima. Ndugu zangu wa Tanganyika, bwana bwana bwana bwana Hazina iko nyeupe, haina pesa, hazina kumeishiwa, serikali iko empty, benki kuu haina hifadhi ya pesa. Samia na serikali yake walichofikiria cha maana sana kufanya katika situation hiyo ni kwenda kuuza dhahabu ya nchi ili kumalizia so called maendeleo, miradi ya kimaendeleo. Samia alijua kwamba wakati anatuua Watanganyika, wakati anamwambia Wazungu kwamba huu wayuu, alijua kwamba sijui atapata wapi hela za kuendesha taifa. Nadhani alijua atapata kwa Warabu na Warabu sasa uchumi wao mafuta, yani Warabu wanabana matumizi kwa sababu bei ya mafuta imeshuka ime duniani. Kwa hiyo Warabu hawana pesa za kuchezea tena. Samia amebawa na pabaya, Wazungu hawampi tena pesa za misaada Amekopa ali yani, amekopa mpaka sasa hivi, anaona aibu sasa alichoamua sasa hivi aende akauze hifadhi ya taifa ya dhahabu ili apate pesa za matumizi za kuungana huko na kula bata, kwa sababu hamna pesa katika hata hii dhahabu ikiuzwa, hii pesa itaenda kwenye, kwenye maendeleo yote. Kwa sababu, hizo pesa yani, wakati wana pesa za mikopo, wakati wana pesa za misaada za wazungu, wameshindwa kumalizia hiyo miradi ya maendeleo. Sasa hivi wanategemea wakaimarizia kwa pesa za kuuza hifadhi ya taifa ya dhahabu. Tunaendelea, yaani tunaongozwa na watu vichasa na wapumbavu. Kipindi kama hichi, badala ya kubana matumizi yasiyokuwa na lazima, wabanane kulipana mishahara yao mikubwa ambayo ni ya, ni anasa, waipunguze wapunguze kuhongana pesa na kutumia pesa na kula keki ya taifa vibaya, kila mtu anavyo sasa. God bless Lema jana alikuwa ameandika taarifa hapa na kusema kuwa na kusema kuwa dhahabu ya taifa si pesa iliyoko mezani, bali kinga ya taifa, inadumisha thamani ya sarafu, inakabiliana na mfumiko wa bei na inavutia uwekezaji. kuiondoa kutoka hazina au kuuza zote mara moja ni kujipiga makofi, ni hatari isiyo na kifani. Hatari hii si ya nadharia tu, bali ni kielelezo cha kupoteza hifadhi ya taifa, kushuka kwa imani ya wawekezaji na kuathirika kwa uchumi kwa muda mrefu. Dhahabu ni kinga, sio suluhisho la haraka. Kulinda hazina hii ni kulinda uchumi wa taifa na mstakabali wake. Puuza hili, hatari ya kuanguka kwa uchumi ni kubwa na madhara yake yatadumu vizazi. Akamalizia na kuandika, mtakumbuka huu ujumbe. Tunaelekea kuwa kama taifa la Zimbabwe. Sasa hili ni chapisho ambalo lilifanywa siku ya jana. Na kiongozi huyu ambaye anahudumu pale kwenye chama cha Chadema ambaye anajulikana kama God Bless Lema. Sasa God Bless Lema alikuwa anaongea kuhusu kusudio la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu. Ndiyo, ni akiba ambayo inahifadhiwa katika Benki Kuu la Taifa la Tanzania BOT. Sasa hapa God Bless Lema ameandika hapa ujumbe mrefu mtandao wa kijamii wa Instagram, na kusema dhahabu ya taifa si pesa iliyoko mezani, bali kinga ya taifa, inadumisha amani ya sarafu, inakabiliana na mfumuko wa bei na inavutia wawekezaji. Sasa hii ishu ama kusudio la serikali kuuza dhahabu imewafanya Watanzania baadhi yao wakacharuka. Sasa siku ya jana baada ya God Bless Lema kufanya hili chapisho, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia, kwa maana hii ni posti ambayo ilitembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Kali Silva ameandika hapa na kusema rest in peace Job Ndungai, ulisema nchi itauzwa hakika. Sisi wa Tanzania tumekuwa wapangaji kwenye nchi yetu. Alafu mess Godbless anasema ukisikia mkulima kaanza kuuza mbegu ndiyo hii. Kwa hiyo hawana any other good option isipokuwa kuanza kula mtaji. Anyway, ukitumia nguvu yako ukajitenga na nguvu ya muumba wako kuongoza maoni utatoa wapi? Alafu akamalizia akasema, it's no surprise, yaani ni jambo ambalo alijamfanya akacharuka ama kustaajabika. Michel Wibe anasema ukiona mtu anavunja kibubu chake ujue hali ni tete sana. Chris Ayamleo anasema hii ni sawa na kuuza nyumba ili ununue kiwanja, alafu akaweka alama ya kiulizio. Dadi Mahir anasema nachoka mimi, nachoka. Mr Dismantle anasema Bishop Gwajima alisema kwa mamlaka alionayo rais na pawa, siku tukipata rais ambaye hana upeo tumekwisha. Alafu akaweka mkono wa mtu ambaye ameshukuru ndiye amenyosha mikono juu. Eric Kisilo 5 anasema tunakoelekea nchi imechacha. Alafu mwingine anajulikana kama used things underscore empire anasema, I say. Alafu akaeka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. J R28 anasema mkulima unauza mbegu ukanunue majembe. Roxina akasema kabla hawajafanya maamuzi wanajua wanakosea, hivyo hupanga machawa wao mapema ili kuwapigia debe ili ionekane ni kawaida. Washaanza kuropoka huko. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Mdou Z14 so, anasema so sad we are going down the history. Shida ya kuongozwa na d moja. Alafu akaweka imoji za mtu ambaye amecheka. Mwingine hapa anajulikana kama Daniel y. Mundo, mundo ndiyo anasema mpaka Ikulu watauza. Akaweka imoji za mtu ambaye amecheka. Mwingine hapa anajulikana kama Haji ya Adam anasema kuuza hazina akiba ya mwisho ya ulichonacho ni ukomba kwa kiasili ama kimila ya asili yetu Watanganyika. Ukomba ni laana ya kipekee e, Baba Mungu, tutapata wapi tambiko la laana hii? Laana hii ni sawa na bahari inaungua moto. Hebu pimeni hapo, maji ya kuzima moto yatatoka wapi? Bahari inaungua Alafu mwingine anajulikana kama Ayameka anasema, tutegemee sarafu ya Tanzania katika miaka mitano tufike hadi elfu tatu na kuenda mbele. Alafu Jakasta underscore bua anasema swali, kwani serikali haina washauri wa kiuchumi? Sasa ni baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwanasiasa huyu ambaye anajulikana kama Godbless Lema, jana baada ya kuwasanua wa Tanzania, akisema kuwa kuna kusudio la serikali kuuza sehemu ya kiba yake ya dhahabu. Sasa hii ni ishu ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa watanzania ambao wanajaribu kuhoji vitu vingi ambavyo vinafanywa nyuma ya pazia. Sasa siku ya leo tena Godbless Lema akafanya posti nyingine ambayo pia imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Kwenye posti hii amepandisha picha ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kama amebeba glasi na pale ndani kuna sharubati. Sasa ni posti ambayo imetembea kwa kasi zaidi, na God Bless Lema ameongea hapa, anasema kuwa dhahabu ni mali muhimu sana kwa uchumi wa taifa, hasa katika kipindi cha sintofahamu ya kiuchumi na kijamii duniani. Mwaka wa 2020 bei ya dhahabu ilikuwa takriban dola za Kimarekani 1500 kwa ounce moja, lakini kufikia Januari mwaka wa 2026 imepanda hadi takriban dola za Kimarekani 5400 kwa ounce moja. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 260 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Ongezeko hili linaonyesha wazi kuwa dhahabu ni hifadhi salama ya thamani wakati sarafu na masoko ya fedha yanapoyumba. Katika mazingira haya, kuuza dhahabu ili kupata fedha za haraka ni uamuzi wa busara wa muda mrefu. Ingawa serikali zinaweza kukabiliwa na uhaba wa fedha, kuuza mali yenye thamani na ongezeka kwa kasi ni kupoteza fursa ya kiuchumi. Ameendelea kusema hivi: njia mbadala iliyo salama zaidi ni kukopa kwa kutumia dhahabu kama dhamana, yaani collateral. Njia hii huwezesha serikali kupata fedha bila kupoteza umiliki wa dhahabu, huku ikiendelea kunufaika na ongezeko la thamani yake baadaye. Akamalizia kusema hivi: kwa hitimisho, katika dunia yenye misukosuko ya kiuchumi, dhahabu inapaswa kuhifadhiwa na kutumiwa kwa hekima kwani ni nguzo muhimu ya usalama wa uchumi wa taifa. Kwa hiyo ni chapisho ambalo limewekwa kwenye mtandao wa kijamii siku ya leo na kiongozi huyu ambaye anapiga mishe zake katika chama cha Chadema ambaye anajulikana kama God Bless Lema. Kwa maana God Bless Lema anasema kuwa dhahabu ni mali muhimu sana kwa uchumi wa taifa hasa katika kipindi cha sintofahamu ya kiuchumi na jamii dunia nzima, na anasema kuwa ongezeko hili linaonyesha wazi kuwa dhahabu ni hifadhi salama ya thamana wakati sarafu na masoko ya fedha yanapoyumba. Alafu hapa kuna wakati fulani ameongea, anasema kuwa dhahabu inafaa itumike tu kama collateral, yaani kile ambacho unatumia kuchukua nayo, kile ambacho tunachokita mkopo. Ndio kwa maana anasema kuwa njia mbadala iliyo salama zaidi ni kukopa kwa kutumia dhahabu kama dhamana, yani collateral. Njia hii huiwezesha serikali kupata fedha bila kupoteza umiliki wa dhahabu. Kwa hiyo God bless Lema anajaribu kuhoji vitu vingi. Sasa kwenye hii posti yake ya leo, ni posti ambayo imetembea kwa kasi zaidi, kwa maana watu wameshare, wengine wamecomment hapa, wengine pia wakamwekea reactions tofauti tofauti. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Aryan Naswan 77 anasema, Watanganyika, huyu mama anauza inchi nzima tuendelee kulala sua. Alafu akapiga makofi. Mwingine anajulikana kama Niki Kimatare ameweka emoji kadhaa za fire. Mr Nyundo Arusha Furniture anasema, rais tumempa mamlaka makubwa sana I na machawa hawawezi kumshauri bimkubwa. King's Tablet Store anasema, likiisha la dhahabu ni figo zetu. Mkapasto anasema haya maneno alipaswa kuyaandika profesa wa uchumi, alafu akanyosha mikono juu. 295 anasema baruza hela zote kuua watu na kulipa machawa, leo hii kaamua kuuza hazina pekee iliyobaki. E Mungu tusamehe Watanzania tulipokosea mpaka tukawa na huyu katili. Alafu akeka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio, mwingine amenyosha mkono juu, mwingine akasali pia. Sofia Laurent, 655, anasema yani, ukiwa na mke au mume anayependa kuuzauza kitu cha ndani, huyo mtu ni hatari sana kwa familia, haifai. Kwa nini asitumie njia nyingine kutatua matatizo na sio kukimbilia kuuza vitu? Kila kitu anauza. Bright_deck, anasema moyo wangu unaumia mwe halafu huyu anajulikana kama Kado Moamri, anasema Methali 6:16-19, kuna vitu sita anavyoichukia Bwana naam, vitu saba vilivyo chukizo kwake. 17 macho ya kiburi, ulimo wa uongo, na mikono mwagayo damu isiyo na hatia 18 moyo wazao mawazo mabaya miguu iliyo mwepesi kukimbilia maovu. 19 shahidi wa uongo asemayo uongo, naye apandaye mbegu za fitna kati ya ndugu. is Fredi anasema anaelewa basi elimu mbalimbali mbali. Alafu mwingine hapa anajulikana kama sai kalisi anasema, ukizoea kutumia elfu ishirini kwa siku, itakapokuja siku utatumia elfu saba lazima ufikirie kuuza mali ili uendelee na mazoea ndio chanzo cha kufilisika. Mwingine hapa anajulikana kama JB kwekati, zinasema serikali ya matondogoso hakuna mwenye akili ya kupiga pale, linapotokea jambo ambalo litaingarimu nchi yote yako kama makondoo yaliyoonyeshewa. Kwa hiyo ni baadhi ya wale ambao wanadondosha komenti zao kwenye hii posti ya kiongozi ambaye anahudumu katika chama cha Chadema nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama God Bless Lema. Kwa hiyo hapa anawasanua wa Tanzania anawaongelesha kuhusu vitu ambavyo vinafaa vifanywe na serikali wala kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu. E, sasa hii ni ishu, watu wameiongelea kwa mapana na marefu. Kuna wale ambao wanakubaliana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasema kuwa wakati fulani kama uko na akiba na umebanwa kiuchumi, inabidi sasa ukimbilia akiba yako. Lakini kuna wengine ambao wanasema kuwa hatua ambayo imechukuliwa ama kusudio la serikali kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijakuwa sawa. Sasa hapa God bless Lema amewapa maelezo wa Tanzania ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi, umuhimu wa hifadhi ya dhahabu na sababu ambazo zinapelekea serikali ya mama Samia Suluhu Hassan kuyumbayumba siku zijazo. Kwa maana God bless Lema anasema kuwa kile ambacho wangefanya wangetumia dhahabu kama collateral yani, kitu ambacho unatumia kuchukua nao mkopo, kwa maana jinsi mambo yanavyokwenda ama wakati unavyokwenda ndiyo thamana ya dhahabu inavyoongezeka katika mataifa ama gala tofauti tofauti dunia nzima. Sasa hapa, God bless Lema anasema kuwa, kwa hitimisho, katika dunia yenye misukosuko ya kiuchumi dhahabu inapaswa kuhifadhiwa na kutumiwa kwa hekma, kwani ni nguzo muhimu ya usalama wa uchumi wa taifa kwa hiyo ni matamshi ya kiongozi huyo ambaye anajulikana kama Godbless Lema. Alikuwa anaongea kuhusu ile hali ya taifa la Tanzania, yaani kusudio la serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu e, ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Tanzania. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vile vilevile kushare. Ukiwa kule magetoni, videoni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na ishu hii ambayo tumeifuatilia kwa karibu zaidi na kudadavua mengi. Tumetafuta maoni kutoka kwa watu wengi, wanasiasa kutoka nchini Tanzania, wananchi pia, tumesoma comment zao, alafu pia tumeweka kile ambacho tunachokiita udambu udambwi wa kupitiliza, kuhakisha kuwa umehabarishwa kuhusiana na vitu ambavyo vinafanyika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile vile kushare.